E, bwana karibu sana kwa mara nyingine, mtu wangu nguvu, mtu wangu wa maana kabisa. Mimi ni Sammy Baby bwana, kuna kitu ambacho natamani kukujuze hapa, nimekutana nacho. Kama ulikuwa ufahamu bwana, Ali Kiba na Mbosso wanatarajia kuachia ngoma kali ya mwaka 2026. Speaking of Mbosso, tangu atoke WCB amekuwa ni msanii ambaye anajisimamia mwenyewe, lakini pia amekuwa ni msanii ambaye akifanya collab na wasanii wengi, ikiwemo pia ngoma ya leo ambayo amefanya na Harmonize, na ngoma hiyo imeweza pia kuvunja rekodi kule YouTube na kuweza kuipa namba kwa wakati mfupi sana na ukizingatia kipande cha Mbosso kwenye ngoma ya leo, ukisikia yonga yonga bwana, ni kipande ambacho kimependwa sana wa dada, na wadada na kimefanywa sana huko TikTok, lakini pia sio wadada tu, hata wakaka. Muhimu ni kwamba ni muziki mzuri ambao anaufanya Mbosso. Sasa Mbosso na Alikiba, bwana, mashabiki wa Bongo Flava wanashuhudia kile ambacho tunaweza kusema kilisubiriwa kwa tunaweza kusema kilisubiriwa kwa hamu sana, kama ulikofahamu na taarifa ni kwamba Alikiba na Mbosso wako studio bwana, wakijiandaa kuachia kolabo yao ya kwanza, na kuna klipu ambayo imetembea mtandaoni ikionyesha Mbosso na Alikiba wakiwa studio wakifanya kuipika ngoma yao hiyo. Na wote hawa ni mastaa wakubwa wa muziki wa Tanzania, na kila mmoja alijulikana ama anajulikana kwa ubunifu wake. Mbosso kwa maandishi yenye hisia na ustadi wa kuigiza ama kuigiza maneno, na Alikiba pia kwa melodi zinazokaa moyoni kwa mashabiki, na hali ambayo inaongeza matarajio kwamba hii inaweza kuibuka kama mojawapo ya ngoma kubwa za mwaka 2026. Ingawa wimbo huu bado hujatambulishwa rasmi, lakini pia natarajia kwamba ushirikiano huu utavuka mipaka ya Tanzania na kuibuka kama wimbo unaoburudisha Afrika Mashariki. Yaani sio hapa bongo tu. Tutegemee pia ngoma hii ambayo itakuwa imejaa hisia za kweli, lakini pia melody tamu za kuweza kuvutia masikio ya mashabiki kuweza kufanya vizuri, na ushirikiano huu utavuka mipaka nje ya Tanzania na kuibuka kama wimbo unaoburudisha Afrika Mashariki na zaidi duniani, yani kote na ni wazi kwamba iwapo Ali Kiba na Mbosso watawekeza nguvu kwenye promo, wimbo huu pia unaweza kuwa moja kati ya ngoma ambazo zinazungumzwa zaidi kwa mwaka huu hapa 2026 ukitoa ngoma ya leo ambayo uh, Mbosso ameweza kushirikishwa na Harmonize. Kwa hivyo tutegemee pia korabo hii muhimu inaweza kuwa nzuri zaidi, baada ya Mbosso kutoka WCB na kusimama kama uh, Kani Music ama Mbosso Kani. Aliweza kuna kipindi kuonekana akiwa na Alikiba, wakiteta jambo, na aliweza kufanya interview kwenye media ambayo inamilikiwa na ndugu yetu Alikiba na Mbosso ambao walifanya jambo kiasi kwamba watu wakawaza huenda kuna jambo linakuja. Kwa kipindi hicho, hatukuweza kuona dalili hizo kwamba kuna jambo linakuja. Lakini kwa kipindi hiki hapa, imethibitishwa hivyo na klipu zinatembea kuonekana kwamba wawili hawa wapo studio wakipika ngoma ya pamoja, hatujui naitwaje baadaye, lakini pia tutegemee kusikia muziki mzuri uliojaa hisia za kweli, maandishi mazuri, kwa sababu tukizungumzia katika waandishi wa wazuri, wazuri, nyimbo zenye hisia kali za kimapenzi huwezi kuacha kumtaja Mbosso Khan, lakini pia tukizungumzia melody tamu za muziki ambazo zinazingatiwa kiubunifu na kiubora huwezi kuacha kumtaja mfalme mwenyewe King mwenyewe Ali Kiba. kwa hivyo kusogezea hili hapo kwa mashabiki wa muziki, Bongo Flava mtegemee kitu kizuri bwana, kutoka kwa Mbosso Khan na Ali Kiba ama King Ali Kiba mwenyewe, kutokana na kile ambacho kinasemekana kwamba ngoma hii itaua kweli kweli katika ngoma bora ambazo zilikuwa zimefanyika mwanzoni mwa mwaka 2026 2026, mwaka wa mapinduzi, mwaka wa mageuzi kitu gani kutoka kwenye kolabo hii kali kati ya Mbosso Khan na Alikiba. Hapo nakuachia udondoshe komenti yako, ni muhimu sana, ni ruksa sana kuzungumza chochote kitu ambacho unataka kukizungumza hapo. Mimi ni Sammy baby na kuaga wakati huu hapa na sign out, till next time, bye-bye.